Ali Salim amekosea. Keyeke! Emmanuel Keyeke. Sio kwamba amemshika Simba Sharubu. Amezing'oa kabisa. Musa Kamara ameshika kichwa si kwa kupenda. Singida Black Stars wanapofufua matumaini ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho la CRDB si bank. Makosa aliyofanya Ali Salim Katoro, aliyeshika fimbo kumwadhibu alikuwa ni nyota Emmanuel Kwame Keyeke, anayeduaza kama siku ya kufisha matumaini ya Simba kucheza fainali. Mguu wa kushoto wa Emmanuel Keyeke ni Singida Black Stars nao pia wanafungua booster kupitia Edmund John. Edmund John ni free kick, amechezewa ndivyo sivyo na David Kameta, Manuel Kwame Keyeke, asali na shubiri kwenye kikombe kimoja, mateso na chuki kwenye mkeka mmoja wa Tanzanite Kora, mpira wa kutenga uliopigwa moja kwa moja na ukajaa nyavuni.